Ikiwa uko pamoja nasi, tukaribishe mahali pote ambapo ulipo kuweza kujiunga nasi moja kwa moja katika habari zetu za sikia leo. Habari zetu za sikia leo tunaangazia hali ya wazalendo jimboni Kivu ya Kusini, ambapo tumepata nafasi ya kuzungumza naye Samadari Mwami Wembasi kupitia televisheni yetu. Usikose kujiabone kwenye chaneli yetu kulaki, pia kusha kwa wengine tunapotoa habari zetu kila leo, uwe wa kwanza kabisa kuweza kuzipata. Samadari Mwami Wembasi. Naam, uh, jambo ndugu yangu, habari ndugu zangu journalist. Uh, tunashukuru Mungu tuko salama salimini kupitia kituo chetu cha chaneli yetu. Labda tungetaka tujue hali yako kwa sasa ni namna gani? Hali yangu inaendelea vizuri journalist. Ndiyo, uh, labda ungejitambulisha kwa wasikilizaji wetu watambue ni nani ambaye tunazungumza naye kwenye njia ya simu hapa. Jina la Samadari Mwamiwembasi koordinater wa wazalendo wa provinsi ya Sud-Kivu. Uh, labda uh, bwana koordinator, tuseme tena karibu tena kupitia televisheni yetu ambapo tumepata nafasi kuzungumza nawe mawili au matatu. Asante, bwana journalist, ajua umeboresha mitambo vizuri. Ndiyo o, swali letu ni katika hali ya kuangazia kuhusu vita ambavyo vinavyoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tutapata mengi ambayo tutakwenda kukuuliza, lakini tuanze na swala kwanza la wazalendo. Kati yenu yaonekana kuna kuwa na kutoelewana uh. Unajua maelewano yapo na mtu ambaye hataki kuelewana na watu wengine, huyu ni anatafuta mafaida yake mwenyewe. Lakini sisi ambao tunajua ya kwamba umoja ni nguvu, matengano ni uzaifu, tunafanya harakati zote ili tuweze kuelewana. Yule ambaye hataki kuelewana na watu wengine, Biblia inasema kwamba huyo anatafuta faida yake mwenyewe na huyo atajitenga na watu na kuzalisha michoko na kuzalisha uzushi wa uongo kwa watu. Lakini walio na akili kama wakongomani halisi waliojituma kwa wazalendo halisi wanapaswa kutafuta umoja na, maana umoja ni nguvu, matengano ni uzaifu. Ndiyo. uh, kuna habari ambazo zinazagaa kwenye mitandao kusema kwamba uh, nyinyi mlikuwa mnatumia pesa kwa maslahi yenu binafsi na pesa hizo hazikuwa zinafikia walengwa wengine wazalendo ambao walikuwa kwenye shamba la vita. Je, masemi hayo ni ya kweli, wanajurnalisti? Hiyo ni masemi ya uongo ambayo wanatumia kwa sababu mtu akitaka kutafuta jina ana, ana, anasema uongo kwa sababu ya kudanganyia mtu mwingine, lakini mimi naweza kuambia kwamba kila kitu kilitembea vizuri na kila ambao walengwa walipokea chakula na watu walifurahia miezi ya kutosha. Leo njoo nataka kusema ya kwamba chakula haikufikia wazalendo mahali walipokuwa kwenye shamba la vita, hiyo ni uongo mtupu. Maana hakuna vurugu ilipokuwa pale. Huyo e, ni kutaka kuvuruga sasa umoja. Yawezekana mtu huyo utakapochunguza iko kwenye mahusiano ma, ma, mahusiano na adui na huyo mtu lazima uzalendo kushughulikie. Na ikiwa uh, ni kweli uh, hiyo mambo ambayo ameanza kuzungumza ni ya uongo, kipi hasa ambacho kinaweza kuwa ni chanzo cha yeye kuingia kwenye media na kuanza kutangaza habari za uongo, wana journalist? Unajua, mtu akitafuta umaarufu ambao Mungu hajamwandia huwa anajidanganya. E, ya kwanza mtu, tumirefu ni yeye amepaniki kwenye rezo sosyo ambaye ameanza ukashifu wakuu viongozi wa notable wa wafanyabiashara wa feki. Amekashifu hata uh, wakuu viongozi wa sauti ya raia, yani masosiete sivili, ambao walikuwa wanasaidia vijana kwa mambo haya kwa mashauri kwa chakula na kwa mambo mengine na e, natumaini ya kwamba mtu huyo ambaye anaendelea kusema uh, uongo ni kutaka kuvuruga uh, organization ambayo iko tena, kwa sababu yeye iko ekarte kwa mabaya yake, ambaye ameonyesha, sababu wakati alikwenda kuiba pesa 24 milioni 40 hakuwa na patano ya mtu yeyote au kiongozi yeyote akapeleka hizo pesa na afunga sinu. Na hapo hiyo ilionekana kwamba imekuja kutafuta shala yake mwenyewe, faida yake mwenyewe, wakati tulikuwa tunanunulia watoto chakula. A, ya kwamba watoto washende chakula wafata chakula kulubunga ya wafu eti wafu, weka sumu mwa ile chakula ambayo tunagabulia watoto hiyo ikaonekana kwamba ndani mwake ule mtu anakuja na lugha ya kuvuruga watu na kukoroga watu. Na pili akaanzisha ukabila ndani ya uzalendo, akaanza kutenga, eti kuna kuwa Wafuiru na kuna kuwa Wabembe, na akaanza kukatala eti yeye hawezi kuongozewa na Wabembe na hawezi kuongozewa na Wavira, lazima aunge kikosi cha kwake ambacho kinaweza kuongoza ee, ee, uzalendo ni hapo alijiweka kwamba, mara akajiweka koordinateri wa Est de la Republique, mara akajiweka koordinateri wa territoire ya Uvira. Yani hakuwa na msimamo, sababu ni mtu ambaye ameletwa ndani uzalendo. Lakini kuna tofauti ya mtu ambaye ameletwa na kuna tofauti ya mtu ambaye amezalisha uzalendo. Sisi wanajournalist tumepanda uzalendo na tumezalisha uzalendo miaka ya kutosha miaka enda miaka rudi, tuko ndani ya uzalendo, hatukupata matatizo sababu watoto tulishauria, watoto tuwapatie nguvu kwa wakati wowote wa, lakini wakati huyo dudu mirefu naimsikia na ya yama ya yama na ya kwenye mitandao, mambo ya uongo ya kutukana wa notable, ya kutukana wafanyabiashara, kutukana masosiete sivili na, na kutukana shirika za vijana wa, wa, wa hapo na kutukana pia uh, uzee uh, wa busara uze wa anatukana fiki. Huyo mtu ndiye ameweza kuvuruga uzalendo. Ni kwa sababu gani waliweza kumuraporoshe? Sababu alikwenda kukamata pesa za adui za huyo gasita, ambaye alikuja na mbinu yule, uh, generali ambaye ameangusha Bukavu kwa wakati sasa. Uh, generali Kashumba generali Kamambo walipomwona vile, hao viongozi wakamtia pembeni na walipomtia pembeni, na kwa sababu ya makosa ya kubeba pesa bila ukubaliano, na hiyo ndiyo imeweza kumwangusha. Watu wote wakamwambia kwamba huyo mtu ndani mwake hamna uzalendo, aidha amekuja kutafuta jina au amekuja kutafuta faida yake mwenyewe. Ni hapo viongozi hao wakaweza kumtimua na kumwondoa kwenye uzalendo. Mambo hayo anayoyafanya, anaanza kupanda hata kwa heshimiwa aliwea upanda wakati Amini Kabaka na Claude Nyisare walikuja na msaada kusaidia vijana. Nikamwambia, ulikuwepo wakati walipewa hizo pesa? Nikamnyamazisha, nikamkemea na huyo mtu akakemewa. Hivyo ndivyo ilivyokuwa, bwana journalist, na leo sasa hayo mambo anayosema haifui dafu, maana ni siku za kutosha vijana walipokea chakula walipokea meame, walipokea magojo, walipokea vinavyofaa stahili kwa kazi ambayo imeweza kutendeka hapo kwa kuilinda nchi na kutetea nchi yetu, ndio uh, Hii hali sasa, wakati imeanza naona imeanza hapa, wakati tayari M23 imeingia eh, pale Uvira. Je, kunakuwa na mazungumzo ambayo umefanya ili kuangalia namna gani ya kukinga hii haibu ya wazalendo ambayo imekuwa hadharani na watu wameanza kuwachukua kuwa kama nyinyi watu ambao mlikuwa mnatafuta tumbo zenu binafsi binafsini, mm, kutaka kusema kwamba huyu ee, mtu anatumika kwa niaba ya hao wa watu wa, wa nchi yetu ya Kongo ambao ni wenye Rwanda wa watusi kutoka Rwanda Kenya na Uganda, na huyo mtu iko mservisi ya kugawa watu, na unajua bongo huwa inagawa watu na bongo huwa inaruisha watu mtu iko kwa kwa niaba ya kutumikia waasi ili vijana wasiweze kuwepo pamoja na kugawa watu, sababu amesikia kwamba kuna kuwa organisation special ya vijana wetu wazalendo ambao tayari tayari wamekusha kujiorganize <laughs> na yeye sasa, ile organisation haimo ndani. Ndio maana sasa anaanza kutumia uongo kwa sababu ya kubunoa organisation ambayo ime imewekwa tayari, na kwa hiyo naweza kusema ya kwamba haitafua kitu mpango wa Mungu utasimama na kazi itafanyika vizuri, na yeye amekusha kuwa ekarte kwa uzalendo. Ndio labda tungetaka tujue kwa sasa hali uh, ya msimamo wa wazalendo iko namna gani baada ya M23 kuteka mji wa Uvira, wana journaliste? Niweze kuambia kwamba uh, wazalendo walikuwa imara, lakini kutokana ut, sasa na viongozi wa FRDC ambao wamekuwa pale ndio wameweza kupana wa Uvira. Kwa sababu wale vijana wa, wa, wa, wetu wazalendo hawakuwa na nafasi ya kutoa vifaa issidegee ni ardes ambao walikuwa wanawapea hiyo waminisho. Na sasa na hiyo ndio wamewaimba aviongozi walikuwa pale ndio wame wameuza kwa kuwamushamuji wa Uvira, lakini kusema eti aku, kuna mzalendo ambaye amekula rushwa hapana, hakuna hakuna mzalendo amekula rushwa. Walingusha mji wa Uvira ni serikali, ni wanajeshi wa serikali, na vijana wako imara. Na leo kuna mpango halisi ambao utafanyika hapo, au ishirini na tatu, hamtawaona tena. Musa aliwaambia wana wa Israeli, hao mnaowaona hamtawaona tena, na hiyo ninakuambia, bwana journalist, hiyo ninakuambia apande washuke hao mnaowaona pale hamtawaona tena. Mungu amesikia maombi vijana wako imara na sasa kazi itakwenda kutendeka vizuri. Ndio, tu rudi kidogo. Ikiwa umesema kwamba viongozi wa serikali ndio wamekula pesa za M23, tulishuhudia hiyo hali Goma. Uh, tukashuhudia Bukavu na baada ya miezi kama saba au tisa hivi wakiwa pale Kamanyola, hiyo hali tumeshuhudia tena hapa Uvira. Je, mkisema kwamba mko makini na mko tayari na Mungu ameona hilo swala na maombi, amejibu maombi yenu, na wenda kesho kesho yake unaweza kusikia tena wamekamata um, Fizi na wakamata uh, Kalemie na kuendelea, wakati nyi mnasema mnajipanga, lakini wakati wao wanaendelea kujipanga zaidi. Wana journalist, hiyo usahau. Utaendelea tena maana, tunajua tuna, tuna kuna Mungu mzima ambaye amesimama leo hichi na za na na na na bara la Afrika, hichi za Ulaya zimesimama na bila kusimama, hatuwategemei wao, tunategemea nguvu zetu na uzalendo ambao uko ndani, na kwa hiyo nakuambia kwamba hao hawawezi kuendelea tena kwa sababu mambo yao yamekwisha, na mambo yako shingoni mwao yamewashinda, na baada ya siku ndogo, utasikia kichapo watapata hapo ua na wataondoka hapo kwenye maeneo ya udongo wa mababu zao watu wa Uvira na wananchi wote wa Kongo nzima ambao wako kambini Burundi wanaendelea kupitia mateso. Na kuhusu hii hali ambayo imetokea na kuna kuwa na ile mapigano ambayo inashuhudiwa Makobola, milima yote ya Makobola hadi Kigongo na hata huko milima ya Uvira, lakini wakitarajia kwamba eh, wazalendo na FARDC wanaweza wakaingia, uh, Uvira, lakini unakuta siku zinaendelea kuongezeka. Je, hamuoni kama mnaendelea kupatia adui nafasi eh, ya, ya kujinua ili aweze kupiga mm, hapa Fizi. Mwanajournalist, mpango wa Mungu uko imara, na kila Mungu alichokiahidi kitatimia, na hiyo ndiyo machozi yetu tuko nayo tunaposikia Uh, raia wetu wanasumbuka kwenye makambi, wengine wanakufa bila kujua wanakufa na nini, wa, wanashuhudia wana ni njaa, lakini tunaona kwamba kuna siasa ambayo ya kupindukia inayomaliza wakongomani na wa ndio mchungu wa vijana wetu wazalendo ambao wamesimama pamoja na wanajeshi wa FARDC walio uh, wazalendo halisi wakongomani halisi kusema ya kwamba Uvira uh, iweze kuwa libere na watu wetu waweze kurudi wasitusumbukie, wasi, kwenye makambi.

bako imara na leo uchungu na uchungu kuona wa baba zao wa mama zao vijana wao wake zao wanasumbuka, mauaji ambayo inaendelea hapo Uvira, vijana wanauliwa, wa baba wanauliwa, wa mama bakwa, mali ya umma, ya ya raia inaporwa. Ina hiyo ndio uchungu vijana wetu wanakuwa nayo, ni kwa sababu wanaona viongozi waliokuwa hapo FRDC wameweza kuangusha muji wa Uvira kuripua mabombi nyumba ya, ya, ya, ya resistance na kuwaima vifaa vya ya kazi ya kwenda kwenye shamba la vita. Na hiyo ndiyo imeweza kuleta matatizo hapo kwenye muji, lakini sasa kuna mpango imara ambao utaweza kuleta uhuru wa kukomboa nchi yetu ambayo na udongo wetu ambao unakanyagiwa na hao waasi wa M23 Ndiyo. Je, kumekuwa sasa na maelewano na je, Kinchasa imechukua uh, maamuzi hayo uh, ya kuondoa wale wasaliti ambao wako katika jeshi ili wasije tena wakaleta mchanga kwenye hii mipango ambayo mnakuwa nayo? Ndiyo, na mshukuru Rais Kisekedi Chembeto amechukua mpango kamili ambao umeweza kuwaondosha wale wote wa haramia, wale wote wa kularushwa, wale wote wanajeshi wa Shoka Amerika na uh, tumaini hata wale wanajeshi ambao walikuwa hapo ambao wameweza kuangusha Uvira watafungwa, watafungwa. Na leo wametuletea uh, mpango mzuri ambao utaleta kukomboa uh, uh, miji yetu ambayo inakaliwa na hao wahuni Wanyarwanda hmm, kutoka Uganda, kutoka Rwanda na Kenya. Je, wazalendo watapewa vifaa Wamekuja kupewa vifaa vya kutosha na vile ambavyo navyo wanakuwa navyo wanakuwa na, na a zitozito za vita. wana journalist, tuwe na, na matumaini kwamba Uvira itakombolewa muda wote ule. Uvira itakombolewa na watoto wa Uvira, Uvira itakombolewa na jeshi la serikali ya Uvira. Uvira itakombolewa na jeshi la Burundi ambao ni msaada wetu, na hapo watapata kichapo kikubwa sababu upango uko sahihi na uko imara. Uh, labda kwa kumaliza, tusikusumbue tu, tu, sana uh, nini sasa matumaini ya wa wakongomani kutoka kwenu nyenye wazalendo? Naambia wakongomani wakae chonjo uh, hatukupoteza matumaini, bali matumaini bado upo. Tumechezewa mchezo wa, wa kisiasa na huo ndio umeweza kuleta shida kwa miji yetu, lakini leo tunasimama imara. Wakongomani waendelee kuomba Mungu, Mungu aliyetupa nchi yetu na huyo Mungu ndiye ataweza kuleta ushindi na ukombozi. Raia wakae chonjo. Watu ambao wana, wanaanza kwenda wanatongea watu ambao wanaanza enda wanasema kesho watapata haya, lakini naweza kusema watu watulie, watu wasio wanatembea ovyo ovyo, watu wakae manyumbani na kuomba Mungu, vijana wasio wanatembea ovyo ovyo kwa sababu hapo Uvira kutakuwa mchanganyiko ambao utaleta. anasema akakunukitumaig Samadari labda... Olio, kwenye maombi mm, labda ujumbe wako wa mwisho kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi ninaomba serikali ya uria ya nchi ya Kongo kukamata suluhisho uh, wasichukulie siasa ya vita kama ni siasa ya kampeni. Siasa ya vita inamaliza mali, watu inamaliza mali na inanyanganya ina udongo. Kwa hiyo naomba wakongomani wazamirike, wa viongozi wazamirike, wa na hao viongozi ambao wanaogeukia upande wa, wa maadui hao nao wazamirike wa, wa sababu uongozi ulioko ni uongozi wa Kinyarwanda kama na sasa, lazima Wakongomani ozi Wakongomani wajue nchi ni ya Wakongomani tuliyoipewa na Mungu, na utande, muku, tambaye, ni lazima wasimame upande wa kusaidia kiongozi mkuu ambaye ni Felix Tshisekedi Tshilombo, garant de la nation, commandant supreme de l'armee de la Republique Democratique du Congo. Ndiyo ujumbe ninaomba kwamba uh, wakuviongozi wak, wa unge wazalendo mkono wakuviongozi waonekane kwamba watatoa wa chakula ya kutosha na vifaa, ili vijana wa waweze kusimama kufanya kazi na kukomboa nchi yetu. Mheshimiwa Samadari, tunakushukuru, asante. Na, na mimi nakushukuru pia ni bwana journalist nani. Hapa ndipo tunafika mwisho kabisa wa mahojiano na e Samadari mwa miembasi. Hapa ndipo tunafika mwisho wa mahojiano na e Samadari mwa miwembasi hapa ndipo tunafika mwisho wa mahojiano naye Samadari Mwami Wembasi. Ikiwa ni mara yako kutembelea chaneli yetu, sikose kujaboni kwenye chaneli yetu, kulaki pia kushia kwa wengine, tunapotoa habari zetu kila leo, wa kwanza kabisa kuweza kuzipata. La ziada sina, nakutakia usikilivu mwema. Kwaheri.